Uh, mimi ni chair person wa watoto wazazi ambao tunalea watoto walemavu ulemavu ambao unaitwa cerebral palsy. Uh, siku ya leo tuna furaha kwa sababu kaunti uh, uh, ya Bungoma uh, imeweza kutuletea wheelchairs kwa walemavu wa aina yoyote. Hawajachagua kuwa ni cerebral palsy, ama ni ulemavu wa viungo ama ni ulemavu wa mgongo ama ni ulemavu wa ubongo, wamefanya tuwe sisi wote kama kitu kimoja na siku ya leo hii ni milestone kwa Bungoma County kwa sababu aa, kupatia watu mobility ni kuwasaidia waweze kwenda shule, waweze kwenda hospitali, waweze kujifanyia kimoja ama kingine kivyao kama walemavu. Na ulemavu sio upungufu wa kitu chochote, kwa sababu walemavu hawa ndio ni ulemavu wa kimwili na viungo, lakini kiakili wao si walemavu. So siku ya leo tunaweza kuipongeza za county ya Bungoma Especially kwa Madam Karen Director wa Special Programs kwa kutuletea Walkabout Foundation. Walkabout Foundation ambayo inatusaidia na wheelchairs, inatusaidia na itatusaidia na mobility. Watoto wetu wataweza kutembea, wataweza kwenda shule, wataweza kujiexpress na wataweza pia kupata uh, nidhamu kidogo kwa kutembea hapa na pale. Mimi ni, mimi ni baadhi ya walemavu na nimeishi na ulemavu kwa miaka kumi na mitano na kufikia siku ya leo, tunashukuru gavana wetu kwa kutuitia hizi ma wheelchairs kwa sababu ni ngumu sana kupata kitu kama hii, hata ukitembea mahospitalini nini, huwezi pata wheelchair bure. Na changamoto ambazo tunapitia ni kwamba unapopewa hii wheelchair kama jinsi tunavyopewa kwa saizi, mtu unapata umekaa kama miaka mitatu minne, imeharibika Hauna spare parts, hauna mali pengine pa kutoa pale msaada, inapotokea umeumia, umeumia ndo niposa upate nyingine. Hizo ndo changamoto tunazopitia. So ninachokiomba wazidi tu kutusaidia, wasife moyo, watusaidie sisi kama walemavu, na tutashukuru, ili tujivunie kuwa kama watu wengine, tusije tukajificha tukakaa ndani kwa kujidharau. Kwamba sisi si watu, sisi ni watu kama watu wengine, na tuna, tuna shughuli moja baada ya nyingine. Tunapopata hivi viti tuna, mtu anapata kwamba anaweza enda mahali popote. Mtoto anaitwa Leon Moffat. kuanzia 2019 mtoto wangu tangu nijifungue, nilijifungua nilijifungua CS, si yes, but baadaye mtoto akajulikana kwamba ako na cerebral palsy. siku give up nilikubali kuanzia 2019 hadi sasa tutaenda miaka saba. Hakai, unamfanyia kila kitu, unambeba kila kitu, wewe tu ndio unamfanyia kwa nyumba, but nashukuru Mungu kuanzia 2019 hadi sasa. Hizi governor Lusaka ametusaidia, tumekuja hapa hivi Bungoma tupokee wheelchair. Nashukuru hizi wheelchairs inapoongea in, in hivi tangu tuwanze sahizi zimefika karibu 520 kwa hivyo, watu wangu sasa saizi wanaweza tembea kutoka sehemu moja hadi nyingine. Na no, unajua wanapotembea hivyo wanapata habari, wanapata information. Na tena sisi wabukuzi wao tunasema ehabu eh, kinyola munanu mulukendo none ulapo yimirangi hadi bwana governor, zindumake zi, zindi azandi wazi mwa bwana governor eh wao hore kasi Chambo lingine Bwana Gavana lenye na, um, ni, nakuomba. Tunapo kawa hizi e, wheelchair. Swali ni hili. Kwa hizi eh, wheelchair wanapo tembea watakuwa wanafanya kitu gani? Kwa ajili inatakana wao wanaenda pengine kufanya biashara pengine eh, pe, pengine wapate tena habari ya kuwasaidia. Kwa hivyo nakuomba ya kuwa mambo ya disability fund tafadhali Bwana Governor, caribu vviwezavyo halafu tufanye nini, ianze kufanya kazi. Matam mkari tumetembea na ye usiku na mchana kwa hakika, kwa ajili ya watu wetu wana wanaoishi na ulemavu. Huyu matamkarin anafanya kazi kwa ajili, hata ukimwambia mmi nikimwambia mi bwana mi dicepin nimechoka, nasema tu wacha tujaribu tu, Titus, tujaribu tu tumalize. Tumetembea tongoreni, tumetembea vikundi vyote tumemaliza tumekuja si, si zisirivya tumete tumewatembelea tumemaliza. Sasa hiyo ni swali ni, ni, ni, ni ya kwamba vile tu waliwenzetu walikuwa wanatuuliza matam, sasa vile unatembelea vikundi utakuwa unatusaidia kitu kani? Sasa em, nafasi ni yenu matam Carren na e, na bwana gavana, nafasi ni yenu. Kwa kwacii tumewatembelea na tumeona tuko na vikundi karibu three hundred and sixty katika hii kaunti. Sasa ukitenga kitengo fulani kenye kinaweza saidia watu wetu wanaoishi na ulemavu vile tumewatembelea hivyo, alafu waanze kufanya biashara, hiyo itawasaidia. Ndio tutaenda na yeye because anajua mahali ametutoa katika ulemavu. Ni ukweli tuko pamoja, akitwambia tulenge hii njia ndio tutalenga, manake sijui mwenye atakuja kama ataendelea kutushikilia. Watu wako na disability but we play, mwenye utatupea atatushikilia So, it's our time, people with the disability, we stand with the governor. Ni sawa. Mimi nashukuru sana, tuko hapa tuwapee wheelchair, na tutarudi tena na tena kuwapea wheelchair. Tuambie Bungoma, kila mtu ako na wheelchair hapa. Hakuna mtu anatembelea chini, si ndio? So, may the God bless you. Niko na team kutoka Walkabout Audition. Tumekuja hapa, hapa mnawajua wote, si ndio? May the God bless you. Madam Carren, thank you kwa hii kazi unayofanya. Mungu aendelee kukuongezea mafanikio. Thank you. Kwa kwamba kuna manufaa kwake kwa sababu ninajua kati ya hao watu you are excellent. Najua hao watu vile wako hivi, kuna watoto hapo wengine wako very bright despite the fact ni walemavu, lakini wanawekwa nyumbani. Kwa hivyo wakitokeza hivi, sisi tunafurahia na tunaona ya kwamba wakikuja hivi, e, mkono wako utawafikia. Otherwise, kwa vile uko na kazi mingi, nashukuru tu kwa huu msaada mmeleta. Najua watu wangu watakuwa na Utembeaji mzuri. Nimetafuta na kutenga nafasi kuja kwa hafla hii. Ningependa kusema jambo la kwanza kwamba eh, Walk About Foundation you have been very helpful na nashukuru kwa sababu hata wakati lori zilikuwa zinapangwa viti zikuje na heka heka, eh, you were cooperating and as we were communicating, you cooperating communicating were very understanding mkahakikisha kwamba at least the logistics zimekuwa sawa. Ningependa kuwashukuru for the patients uh, patience ambayo umefika hapa. Ningependa kusema tu jambo moja uh, ambalo ni kuhusu mkubwa wangu kwamba mkubwa, hata mimi wakati nimesoma program jana, dada yangu akiniambia kwamba alikuwa Nakuru, akikutana na watu wakubwa kama mawaziri ma CS, lakini hata kama anaenda hafla nyingine, amesema anahakikisha kwamba anakuja hapa ili watu wa disability wapate kusaidiwa na viti, situmpe makofi mheshimiwa. Kwa hivyo mimi, I know you are in a hurry but I just want to congratulate you and say that is a heart, mimi na dada yangu ambaye ako na disability and I can feel If you can create an opportunity, watch the high profile meetings to come and make sure you take care of our people, you have a good Siku yenyu nyenye mkaweze kupata uwezo wa kutembea. Kwa majina naitwa Carren Nasimi Wanyonyi mimi ni mkurugenzi wa idara ya miradi speciali au directorate of special programs na namshukuru gavana wetu sana kwa sababu ya baraka zake na uh, kutupatia uwezo wa kuwafikia nyinyi, kwa sababu ili sisi tutoke afisini tuwafikie nyinyi kwenye maboma zenu ama kule kwenye mnaishi, tuhakikishe kwamba mmefikiwa na hizi baiskeli, ni yeye amepatiana baraka zake. Tumpigie makofi. Your Excellency, nakushukuru tena sana kwa sababu hivi majuzi tumekuwa tumetembea na kiongozi Titus Ndalu ambaye ndiyo msimamizi wa walemavu Bungoma, uh, uh, katika uongozi wao, na tumetembelea miradi ya hao walemavu. Hao walemavu si walemavu tu, pia wao ni watu ambao wanaishi na, wanaishi na pia wana haki kama za mtu mwingine. Ama walemavu hamkuli si mnakula? Na Your Excellency, tumewatembelea hao walemavu, wana shamba. Hao walemavu wanafanya ukulima. Hao walemavu wana, wanafuga kuku. Tumekuwa Tongaren Ndalu, tumekuwa Milima Ward, tumetembea. Your Excellency last two weeks ago tumekuwa Stabicha na Mayekwe, kwote tumetembelea miradi ya walemavu Your Excellency, hawa watu wako na ulemavu wanafanya bidii yao kuhakikisha kwamba watoto wao, familia zao pia zinapata lishe kwenye meza zao. Kile ambacho mmenituma, na ninaomba mnisikize kwa sababu ni nyinyi mmesema niwaombe. Kwa hivyo, pia mimi ninaomba kwa Baba ambaye anawapenda nyinyi, sivyo? mimi ninaomba Your Excellency, kwa niamba ya hao walemavu tunashukuru, mradi mzuri ambao unapeana mbolea na, na mbegu kwa watu wetu Bungoma free farm inputs, lakini tunaomba kwa sababu wewe unatupenda sana, umetupatia baiskeli na hao walemavu wetu pia wanashamba Your Excellency. Kama mwaka ujao walemavu hawa wananiomba tu kwa hizo lori kumi zitakuja, uwapee tu lori moja ikuwe ya walemavu wapewe hiyo mbolea wapewe mbegu ili pia wao wakaweze kupanda wakalishe familia zao. Changamoto wamekuwa nayo, excellence, wakati wanagawa ule uh, mbolea wanasimamishwa kwa laini kwa muda, na hawa ndugu zangu wanaweza waona, kuna wengine hawana miguu, wengine hawana mikono. Your Excellency, wanapata changamoto sana kusimama kwenye laini, na najua maombi imeshafikia baba, na yeye ana moyo mzuri. Mkipiga makofi vizuri, atakuja amalize hapa na executive order, mpate mbegu yenu na mbolea mwaka ujao, sivyo? Na pia mnamwombea baraka, maisha marefu, afya njema, kwa sababu akikaa pale baraka pia zitakuja tu zimiminike kwenye utoe kwangu saa hii Naweza kuambia siwezi kufika kwa ofisi itahitaji kwa hivyo, sisi wote tunashukuru. Sisi ni viumbe wa Mungu, na tunashukuru Mungu kwa vile ametuumba vile tulivyo. There was a purpose, God made everybody in his own image. Kwa hivyo usijione kwamba pengine ule ulemavu uko nao ni kitu ambacho Mungu hajui, na ni kwamba kila mtu wakati wote, kama bado uko hai, pia unaweza kuwa na ulemavu fulani. Kwa hivyo nyinyi, all of you we honor you, na niwakaribishe katika compound hii, pengine hamjawahi hatujawahi kukutana. Wa mambo ya disability, ni mtu wako na ulemavu ako katika ofisi yangu, that was a request kwamba niwe na mtu ambaye ako na ulemavu katika ofisi yangu. So ni shukuru ako wapi? Adrian Sakwa ndio huyu. Is one of my advisors in my office to represent your interests. So today is a day of dignity a day of renewed hope a day when we reaffirm not in words alone but in action that every resident of Bungoma County matters that every dream is valid and that mobility inclusion and opportunity are rights not privileges so we gather here to launch the fourth phase of wheelchair distribution made possible through our strong and deeply valued partnership

communities there is no limit to what we can achieve let this fourth phase be a symbol of our shared determination to build a county that celebrates all its people today we move forward with courage today we move forward with unity today we move forward with hope firm in our belief that a more inclusive bungoma is not just possible it is already taking shape may god bless each one of you may god bless bungoma county and may god bless kenya pamoja tusonge katika bungoma yetu aweze kupata nafasi ya kutembea with dignity aweze kutembea na kufika mahali anaweza, anawezaenda. Vile director ameuliza mambo ya mbolea wa mkoa yako hapo na wale wanahusika, tukikuja hata last year nilikuwa nimesema lazima tu, tu, tuweke kando mbolea ama mahindi ya kusaidia watu wenye ulemavu so that asiende ku compete, kwa sababu mimi najua watu wetu kama uwezi kusonga, watu wataenda kugrab hiyo mbolea, mbolea mahindi na wewe utaumia, uache pale ama hata ukanyagwe pale chini, so we'll make sure that We have special arrangements for you to to be able to get. Wakati <coughs> ule mwingine tukicelebrate pia ilikuwa tumetoa amri na nafikiria inaendelea kwamba wakienda kwenye hospitali wasiwe wanakuwa charged charged I think it's being implemented. Anything wasik wanakuawasi ukienda kwa registration na vitu kama hizo tulikuwa tumewave hayo. Hayo yote ni kuhakikisha kwamba you also leave happy ukiwa kwa kaunti ya Bungoma na vile